Helo washikadau, ni meja hapa. Nimekuja Brayo anipigia simu akaniambia nataka kurudisha vitu za fei na niko na nipoa pia ni tefei, akuja achukue vitu zake. Ndio maana tuko hapa na tukuja na daktari juu daktari pia alikuja kushuhudia, akuja aone Brayo akirudisha hivyo vitu, kwa sababu hakuna jambo alisema nataka kutuambia, lakini atatuambia tukiwa live kwa kamera, na atuambie tukiwa kwa kamera, na atuambie Brayo anafeel aje sasa hivi

ilikuwa nimekukanya, nimekukataza, nikakwambia daktari hapendi joke. Ni jokes zako tu. Siulisema ni wa Kitui? Kwanza we kwenye ni wachawi hata Hey, sijui nitamwambiaje, ah, ulikuwa na kiburi kwenda gonga daktari na ile rungu? Ilikuwa tu mi, mi sorry bwana, sorry guy eh. Mi ndivyo ndarudisha daktari mi vizao ndarudisha, siwezi ishi imesha tena uchungu iko hapo, acha tu, mi ndivyo ndarudisha.

siseinbebaanauja uko chini nakuja, nimemwambia location mimi nasema tu, nikipewa bag nipate kila kitu. Iko sawa? <coughs> naweza ongea na daktari mw? anamwambia tu amtengeneze akue sawa, kama ataendelea ata kunirudishia vitu zangu zangu. Naumwa na, na, na mgongo, umejipinda hivyo kutoka juzi mejipinda Unasikia aje? Mesha kwa Mkugano, ni mbaya s wakutaki. atanitaka nikuwe hivi, mimi nashangaa na wewe ndo wasichana wakutaki, atanitaka nikuwe hivi tafadhali. hata hivi taka. Hata ukue sawa siwezi kutaka. Sawa tu sasa zangu akuja anakuja, si tu utaongea na yeye naye na please, nakuomba tu please. I'm sorry. Si, si hata ndo hizi zimefika, Daktari, vitu ndo hizi wameleta, tuongee

Ndio hizi hapa, nilimwambia achana na so, hizi so, you know, mm, mambo, rudisha bag ya. Akasema nataka kuona daktari. Daktari akakuja na kupiga daktari Daktari, hilo begi halina chochote. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vimo ndani. Ndiyo Brayo, kuna vitu ziko hapa ndani. Umesikia akiongea lugha ya kwao, si mmesikia akiongea lugha ya kwao? Hapa kuna vitu, kuna baadhi ya vitu ambavyo haviko ndani huyu mwanaume alikuwa amuuliza ule dada mwingine yule, mm. ule mwendee Mwende amemwambia, mm. Mwende, kuna baadhi ambayo, kuna vitu ambavyo vimetolewa ndani. Mimi ninapopiga darubini langu, naona hakuna laptop, hakuna zile nguo zake za ndani hazimo, mm. na kuna pia baadhi ya vitu zingine haziko ndani, mm. ndiyo. Yaani Brayo bado ufanywe hiyo yote, mi mkono iko hivyo na bado anasema vitu vitolewe. Daktari, si anasema juu chochote ni ukweli, iwajua si iwajuaia, sina mpango yote, mkono wangu imekauka ufanye hivi vyote mamachochoe kitolea aomhuu. Mwanaume ana kiburi uh, uh. uh. mm. Au unafurahia ni kiumwa <tikia> Brian atasalia hivyo hivyo, maana yake ana kiburi sana huyu. mm, mm. Atasalia hivyo hivyo. Ndio. mm. Daktari imeisha ngumu. Utasalia hivyo hivyo. Una kiburi sana wewe. Sio umenituzi mambo men mengi sana nikanyamaza. Sasa mimi nilikuwa nimepanga nirudishe vitu zako. Sio mimi nimefanya hivyo. Na rudishie mwanadada kila kitu kilicho chake. Murudishie kila kitu. Mimi nilikuwa nimesema bag ile ilikuwa, mbona walitoa vitu zingine. Mimi hizo stories sijui. Nimekupa masaa machache, hizo vitu vyote Faith amezipata. Ulijua hizo vitu zimetolewa umeona mm. mm. Bradha ako ni kiburi e, lakini pia msiku hivo nataki kurudisha vitu vya wenyewe. Wamechukua stakabadhi muhimu sana za huyu Faith mm. ndiyo. Wacha nitamwongelesha, ntamwongelesha tujue vile tutafanya mi sii chochote mi imana to mfuko mi mbana mnaniekelea nhi kitu mnafanyaka hivi nikama mi ndo mtu mbayao. Bado una kiburi wewe, bado una kiburi, kiburi mi, ama nikupatia adhabu nyingine nyingine. Ntakupatia adhabu nyingine sasa hivioka. Hebu wacha kunijibu ni kujua sitaki kujibizana nawe. Kauka mkono na utasalia hivo, utasalia hivo hivo mtu wakomuyi nampa siku chache au ameregesha kila kitu cha huyu mwanadada. Daktari, naomba tu nisamehe, si ati mi niko na ubaya, mi nimejaribu kila naweza, bagi irudi. Sasa wao ndio wamefanya hivyo yeah, no. Kijana, unadhani ni mimi rika yako? Ukiniangalia vizuri na rika yako, najua wewe unaona miaka imesonga. Mbona unapenda kunijibu? Yeah, mi sai kujibizana naye waskia, nilikwambia mwanzo nikakuonya, bado ukusikia. Sio, nyinyi mnatuchosha. Kuja bro, twende. Haya. Ni sawa rudini, wacha waende, wacha waende yeah. Wacha waende oh. Hao yeah. Hamna shida. Faith mwanangu, Faith mwanangu, tulia, hamna shida Atarudi hivyo hivyo, unaona hivyo, mkono wake huko. mm. atarudi hivyo hivyo mm. mm. mm. mm. Eh, nifanya chochote mimi mm. na wasiwasi wote hapa umefika mimi ndio daktari na nitakudumia intakudum, vizuri. Nimeona machungu yako, unajua mimi nikawa mamako. Unasikia wanasema uchungu wa mwanao ajua ni nani? Ajua ni mzazi, sio mm? Kwa hivyo mimi nitakushughulikia vizuri, hata usijali wewe. Utarudi nyumbani utulie, mm. mimi nitakushughulikia. Baada ya siku tatu, mm. utapata kila kitu. So, ndio ndio, yeah. So, guys mbona vile kumekuwa amafi kuna kitu utaongea before ni malize. Mimi sina kitu ya kusema tuna, na, na ngoja nione venye kutaenda. Umeona vile Brayo wako vile amejia vyenye na kichwa ngumu na sister yake pia ana kichwa ngumu, wote tu ni kitu ya familia hmm. acha waende, acha endo wajitengenezane hmm. Atarudi okay. So, guys umeona vile kumekuwa na mwana vile kume happen, na vile kumekuwa Brayo ameenda na sister yake kutengenezana huko, pia amesema kwa shosho wao, but mmesikia vile daktari amesema vile kuko hawawezi hawawezi mfanyia kitu juu amemekea machungu vile daktari amesema, si hivyo daktari ndio. Mm. So, kwa hivyo wacha tu tumalize, tuone kutakuwa aje? Yeah, mkomen na mshee tunawapenda sana. Miadi nimeishiwa mambo ya kusema. Tutakutana next tena.